ya kumi <coughs> na moja watanbihuhum, watanbihuhum, na kuwakumbusha, na kuwakumbusha, ala ma yanfauhum, yale ambayo yanawanufaisha. Watanbihuhum, na kuwakumbusha alama yanfauhum, yale ambayo yanawanufaisha. Wayadhurruhum, na yale ambayo yanawadhuru. Wayadhurruhum, na yale ambayo yanawadhuru, unawakumbusha na watanbihuhum. Njia ya kumi na moja kuunganisha udugu, watanbihuhum na kuwakumbusha, alama yanfauhum, yale ambayo yanawanufaisha, wayadhurruhum na kuwakumbusha wayaache yale ambayo yanawadhuru. Mm, si tuna kawaida watoto wetu wakija, ni watoto wako tu, hawaendi kwa mtu mwingine, wanakuja kwako, wanakaa kwako, wanaondokea kwako. Sasa ukigundua hivyo, unamwambia kaka, mm -mm, hatuendi vizuri, si hatuendi vizuri kabisa. Nisikia watoto walikuja na wameondoka kwangu, hawajafika, hii tunakwenda vizuri kweli? Sijui naeleweka eh? Hiyo pia ni kuunga udugu, kama huyo mtu anaelewa wakija ambia, basi bwana, nimekuelewa samani, ndugu yangu. Watakuwa wanakuja basi, wakija ambia, je, nendeni kwa babani mkubwa, nendeni kwa babani mdogo, nendeni kwa shangazi. Kwa hiyo hizo ni njia kumi na moja za kuunganisha udugu.